Kwa wale ambao nywele zenu ni natural kabisa, haujawahi kuweka dawa, unaweza ukatumia uh, steli hii kutengeneza nywele zako. Cha kwanza kabisa, unaweza kutumia hii spray ya povu ya Soft and Free kwenye kuiseti nywele yako. Nitaweka spray yangu, alafu nitakwenda kufunga rollers za kali, zile rollers za kalikiti. Sasa nitafunga hii nywele yangu mimi ni sio ndefu sana na sio fupi sana. Kwa hiyo kwa mteja ambaye una nywele fupi una uwezo wa kutengeneza staili hii. Alafu nitakwenda kufunga uh, rollers zangu kichwa kizima. Wakati nafunga nywele yangu rollers, naomba nikwambie kwamba karibuni sana chuoni kwetu Farida Beauty Academy tunafundisha mambo yote ya saluni. Ada zetu kuanzia shilingi laki tatu mpaka shilingi laki sita. Na uzuri ni kwamba nafasi za kujiunga na chuo bado zipo wazi. Kwa hiyo mnakaribishwa sana nasi na namba ni hizo ambazo unaona katika skrini yako. Sawa sawa, kwa hiyo nita kwenda nitakwenda kuiseti uh, kuifunga rola nywele yangu kichwa kizima. Baada ya hapo, mteja wangu mimi ataingia katika dryer. Baada ya kuingia kwenye dryer, nitakwenda kukuelekeza ni kitu gani ambacho nitakwenda kukifanya. Kwayo, kwa hiyo kwa wewe ambaye nywele yako hujaiweka dawa, zipo style nyingi ambazo uwezo nauuzo wa kutengeneza, uh, bila kuweka dawa na ukaenjoy Uh, ile moment ya kuwa na nywele ambayo haina dawa. Narudia tena ni nywele ambayo haina dawa tu ndio nichafanya kwa staili hii ambayo nakuelekeza kwa siku hii ya leo. Kwa zile ambazo zina dawa endelea kufuatilia mafundisho yetu, upate kujifunza vitu vingi vizuri zaidi. Sawa sawa. Sasa kwa wale ambao mnahitaji kujiunga na uh, magrupu yetu pia mnakaribishwa. Hii ninayotumia hapa ni spirit ya Soft and free pia itanisaidia kuhold yale mawimbi yangu baada ya kutoka katika dryer. Nitazitoa nywele zangu mara ya kwanza, zitakuwa na mwonekano kama huu hapa. Saasaakila ni, nikitoa rnaani naona nywele imekua kama ina wimbi, lakini sasa nataka muonekano na mzuri zaidi, nitakuwa kama natengeneza finger coil. Nitatumia el nyepesi ya hii ambayo naionakwao nitakata kidogo, nitatengeneza finger coil. njia hii ambayo naitumia kwa wewe ambaye sasa ni saluist au ni mteja Utaangalia kama unataka zile coils zako ziwe kubwa kubwa, sawa. Kama unataka size ndogo, ndogo pia utamwambia uh, mtengenezaji wako, lakini mimi nimeweka size ambayo ni yo, ya wastani, yani sio sio kubwa sana wala sio ndogo sana lakini ina, ina, ina ukubwa fulani hivi. Pia inakuwa na mwonekano kama afro dread, sio afro dread, yani inakuwa na mwonekano fulani hivi very unique. Umeona inavokaa nywele vizuri. Sasa wako kama una natural hair muonyeshe um, mtu wako wa saluni hii video, ataweza kutengeneza vizuri kabisa una ukazidi kupendeza na kuenjoy nywele yako. Mimi ni Farida Othman, karibuni sana Farida Beauty Academy. Asante na kwaherini.